Ladies and gentlemen, karibuni sana kwenye Pepa Toku na mchambuzi wako Frank Matthew. Uhali gani tanita? uhali gani mtazamaji, mpenzi mtazamaji wa Pepa Toku na wewe ambao sio mpenzi lakini bado unatazama Pepa Toku asubuhi ya leo, mbele yako eti, mbele yako kwenye skrini yako nakuletea, sikuletei, kama kawaida, ninakusomea na kukuchambulia vichwa vya habari ya magazeti. Nipo na gazeti la Uhuru, Mwananchi, ni pasha, nitakupasha na habari zake, Mwana Spoti, pamoja na gwiji la habari Tanzania, Habari Leo. Kwa kwanza tu tuanze na gazeti la Uhuru, ukweli daima, inasema bilioni, sema bilioni, bilioni bilioni mia mbili kutua kwa wafugaji samaki ha -ha. Wafugaji mpo, hata kama ufugaji samaki, tafuta perege, nenda kwenye limto vua pale, alafu waambie serikali na perege zangu hapa, nahitaji limtaji liongezewe. Hii sangara sato, kuna wale wanafuga wale, wanayo wenye masharubu wale wanaitwa nini eh? Fuga pewa bilioni mia mbili na wewe hapo kwenye hizo bilioni mia mbili mgao, mgao mgao mgao, umekuza mtaji wako hapa kwisha habari kuu nyingine katika gazeti la Uhuru inasema neema zaidi sekta kilimo. Tunamuona hapa mheshimiwa waziri mkuu Dr Mwiguru Nchemba anakabidhi drone na hizi drone inajua ni kwa ajili ya kumwagilia, eh, kwenye mashamba huko, masuala ya manini manini huko, madawa kwe, eh, sasa hapa lazima serikali tuone namna gani wafugaji pamoja na wakulima wanapewa hizi elimu za droni. Eh, unashangaa tu mtu kapewa droni unaikuta kwenye harusi napiga mzigo. Ha, inamwaga maji kwa harusi shua, inapita shua, au unaikuta mtaani inakimbiza watoto, kwa hiyo elimu ya kutosha. Tunashukuru sana kwa hizi ifo tambazo zinawekwa eh, nguvu iliyowekwa kwa wafugaji wakulima kupewa nyenzo hizi za kilimo, lakini elimu itolewe bwana si ndio? hilo eh, ni gazeti la Uhuru, uhuru, uhuru. Gazeti la Mwananchi inasema, ushaijuaga ile msemo nini, wahenga wanasema usivuke mamba kabla hujavua eh? usimamba mto usimambe, ah, hivyo hivyo, kuna mamba na mto weichanganya hapo, kabla hujatukana bwana vyovyote vile, vile. korti ya amuru waziri wenzake walipe, sema bilioni, bilioni, bilioni tatu. Pointi moja nane. Imo ya Kinondoni kwa manispaa ya Kinondoni kwa kubomoa isivyo halali nyumba ya kifahari Mbezi. E, si <laughs> tunakuombea Mungu akuwezeshe kwenye hii ishu ya kulipa hiyo Eh, tutafanyaje sasa? Eh, ndo utaratibu hizo. Hiyo ni gazeti la Mwananchi, hiyo ni habari kuu kabisa kwenye kurasa za mbele katika gazeti la Mwananchi, lakini ni lao. Gazeti la Nipashe linasema gari la shule la Naswa limepakia mara mbili ya nusu ya uwezo wake. <laughs> Asafi sana, jeshi la polisi, kazi nzuri. Sio ile, unakuta gari la shule unaliona tu kagari kadogo tu hivi kakupakia watu watatu, imepakiwa wanafunzi, unaweza kuona tu ni kawaida. Muda wa kushuka sasa, moja, mbili, tatu, nne, unafika mia, wanafunzi ni kama vile wamepanga msururu kwa nyuma kwenye buti hivi hawaishi, wamepakiwa kama mikate hivi, imebanda na bandana, bandana safi. Wanafunzi wengine wanawekwa kwenye boneti, wanafunzi wengine wanaweka nyuma kwenye mfuko ule wa kuwekea na nini nini, kwenye ile sanduku la spana, unakuta kama wanafunzi ka, ka, ka, ka, ka, ka pre form 1 kama jazo huko ndani eh, safi jeshi la polisi, kamata haya magari, pakia wanafunzi, afu unasema wajifunze wenyewe, maana wanajifunza kukaa kama viazi kwenye nani, kwenye ile magari eh, hilo ni gazeti la Nipashe. Nikienda ni ni kwenye gazeti hilo la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, inasema IGP Wambura ataka Watanzania washiriki kudhibiti silaha. Unataka ujue ni namna gani tuendelee kudhibiti hizi silaha? Je, ukimwona mtu mwenye bastola mkabe na wewe useme narudisha na niliyo bastola ya watu eh? Ukimwona mtu mwenye panga nawe umvamie na ndala au unafanyaje ukiona watu wa namna hiyo? Gazeti la Habari Leo limesema hivyo, na jipatie katika ukurasa wa tatu utajua. Je, ni namna gani unatakiwa udhibiti hizo silaha? Je, ukiona hivyo, unataka upige naye selfie, alafu uposti kwamba huyu yuko na silaha ambayo siyo halali we. Hmm. Ili kujua haya yote, jipatie gazeti lako la Habari Leo. Na habari kuu katika gazeti hili inasema Mheshimiwa Dr. Samia azidi kuimarisha diplomasia ya uchumi, atajwa ni alama ya Tanzania kimataifa Asema Tanzania sio, amna, nini, ni nchi ya vitendo siomisiiani vitendo kwisha kamaliza. Habari nyingine katika ukurasa wa kumi na sita inasema Rombo, Arusha, Manyara wapewa elimu wasinywe pombe kupindukia. <laughs> sio tu wasinywe pombe, wasinywe pombe kupindukia. E, na kwa nini sio mikoa mingine jamani? Rombo tatizo inachukuliwa ile ya kienyeji, inachanganywa si na madude gani inachanganywa, afu mtu kabla ya kunywa ile anafungwa humu kwenye suruali kule chini, anafungwa ile inaitwa nini, pingu, unafungwa inafungwa na huko chini, yani kiasi kwamba wanakuandaa kwa lolote lile shanga. Mtu anapita hapo, suruali imejaa mazaga e, maza, mazaga yameshuka e, e. Ndio sasa wanaambia usinywe kupindukia anatoka hapa anajipeleka mwenyewe polisi eh, kwa kufanya uhalifu baada ya kunywa pombe kupindukia au harudi hata kwake. Hilo hiyo ni gazeti la habari, Habari Leo. Leo na tukigeukia katika habari za michezo tukianza na gazeti uh, la michezo la Mwana Spoti inasema Waarabu wasepa na jina la Kagoma <laughs> sasa wanaenda kulifanyia nini jina la Kagoma Harumazila indaba wena Kangoma nashangatu anagoma, miguu yote inagoma, kumbe waarabu wamesepa na jina lake. We, ateta, ateta apewa ubingwa, Pep Guardiola asema, situ kwa hapa, tutaona, ila Arsenal, Arsenal, ai, Arsenal, Arsenal <laughs> dakika asena, za jioni <laughs> watu wa Arsenal mnaanzaga vizuri <gulia> ngoja pepo amesema tutaona, tutaona hilo ni gazeti la Mwana Spoti. Nikiangazia habari za michezo katika gazeti la habari leo, anasema Mzize kuivaa farabat. Alikaa nje muda hapo na majeruhi sasa hivi, sasa badala ya kuvaa jezi anaenda kuivaa farabat. Arabu mjipange, ndugu zangu. Mzize Pomboi amerudi mzigoni. E, najua mkubali mzize tunaenda vizuri kabisa kwamba umri wake ni miaka kumi na nane sasa hivi. Mwakani atakuwa na umri wa miaka kumi na saba. Na mwaka unaofuata atakuwa na umri wa miaka kumi na sita. Na umri wa wachezaji si unajua unaenda ukiwa unashuka. Sisi watu wa kawaida umri unaenda unapanda. Kwa wachezaji ni unashuka. Mbeya City Dodoma Jiji, hakuna mbabe. Jana nilisema ah, na ni Mbeya City waje na maparachichi au wengine waje na zabibu Dodoma Jiji. Mbona kilichotokea? Hakuna mbabe. Mheshimiwa ah, Makonda aimiza kuchangamkia fursa AFCON elfu mbili na ishirini na saba na niliona ile swala la ishu ya nyama choma. Sasa niwape tu siri, mheshimiwa Makonda eh, waziri wetu wa sanaa, habari, utamaduni na michezo, nikupe tu siri mheshimiwa, wakifika hapo Arusha na nilio wale na nilio timu pinzani na zile kwenye kucheza AFCON, msiangaike na namna gani ya kuwafunga, mnawapige zile nyama, yani kwanzia nanili kunjia panda imo mpaka wapi sijui nini, nje zote barabara zote, piga nyama. Wakifika wale wachezaji na mashabiki zao, wanapiga nyama, wanashiba, nafika uwanjani ni mwendo wa kubeua tu eh, nyama. Wanakuja kutalii, piga nyama. Mkitoka hapo unapeleka kule, Ngorongoro kreta, kwenye naniliu kule wanashangaa wanyama, wanaanza ku nini, wakifika, wamesahau hata mbinu za kutofunga kwenye Afcon. hasa hasa ile timu iliyochukua mwaka huu hmm? Senegal pamoja na nini? Morocco. Na zile timu zingine zote lisha nyama zote actually zote na hata taifa sasa yenyewe mkiona mna wanazingua na wao piga nyama wote wafike uwanjani walale. Katika gazeti la Nipashe upande wa michezo habari kuu. Unajua ile tunasemaga shule, mtu anakosa ada, mtoto aje na ada. Sasa habari kuu hapa inasema ukosefu wa ada, chanzo Simbu kuanza riadha. <laughs> Ni shauri wazazi, ukikosa ada na wewe anza riadha, kimbia, kimbilie mkuu wa shule, kimbia kwenye miradi, kimbia. Simbu ametufundisha njia ya kupata ada, ni kuanza riadha. Nyota huyu asisitiza kukata tamaa ni sumu kali. ukiona tu hata ndani kwako panya wamezidi, kata tamaa ni sumu kali. Kama lilivoshauri <laughs> Simbu hapa wanakufa wote. Anasema <laughs> ni sumu kali katika kufikia malengo kwenye tasnia Don't give up ndo Simbu anachotufundisha ada. <laughs> mtoto mtoto aje na ada <laughs> Asante sana, ikuwa ni habari uh, za michezo. Gazeti la Nipashe Mwananchi katika michezo anasemaje? Yanga mguu sawa Morocco, kisikia mguu sawa, huyo ni baka <laughs> mguu sawa kuivaa Asfar Rabat eh, tarehe saba ya mwezi huu A uh, na tunakisha timu yetu hii tunaisapoti vilivyo kuweza kusonga mbele, mbele kwao sasa hivi ni shauri hata uh, ndugu zetu Azam, tunapoangalia ili wapeleke na nilu speaker kule kwenye uwanja wa Farabat, wafunge ma speaker, afu sisi huku wakati tunaangalia kwenye vibanda umiza na sehemu zingine, yale makelele yao yanafika na kule. Mnaonaje ndugu hiyo? Ikawa ni idea kushangilia Yanga kule bwana. Wana Yanga wananchi, haya nikimaliza na gazeti la Uhuru inasemaje? Unajua, kuna watu wanavunjaga ndoa, kuna mtu anavunja ndoa, kuna mtu anavunja mua, kuna mtu anaweza kavunja mahusiano eh? lakini katika gazeti la Uhuru habari kubwa katika habari, ukurasa wa michezo inasema mangungu <laughs> mangungu <laughs> avunja ukimya ey, <laughs> ajavunja ndoa wala mahusiano ya mtu mb..., amevunja ukimya. Amevunjaje ukimya? Jipatie gazeti lako la Uhuru siku ya leo uweze kujua ukimya upi umevunjwa na mheshimiwa Nambungu. Ni mtangazaji wako kutoka Pepa Toku, Frank Matthew, tuonane asubuhi ya kesho. Chao.